pamoja na kuwakumbusha ndugu zangu katika iman kuhusiana na kadhia ya muhasabatu nafsi. Muhasabatu nafsi maana yake kuhesa, kuhesabu nafsi. Kuhesabu nafsi kwa lugha ya Kiswahili ni kuihesabu nafsi. Kuhesabu nafsi ni kuwa kwako kila wakati, bali katika kila tendo unalolitenda ndani yako au ndani yake, unahesabia kwamba hili jambo liwe ni katika jumla ya matendo yangu niliyoyatenda kwa ajili ya Allah, ili nikapate malipo mema kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hali hii ya muhasaba inakufanya mja ina wa Allah kila wakati uwe makini kwa kila lile ambalo unalitenda, sababu so, kuna baadhi ya nyakati baada ya ile hali ya kuwa mtu umekuwa mzoefu kwa kulifanya jambo fulani, basi inakuchukua ile hali ya kuona ni kawaida, basi inatokea wakati mwingine hali hii inakupelekea kutoka katika ibadat kuziweka katika hali ya adat, yani ibadat unazitoa kwenye sura ya ibada zinakuwa katika sura ya adat, mazoea, kwa sababu kila siku wewe unafanya hivyo. Naweza ukasoma Qur'an ukawa himma yako kubwa nikumalizia kile kipande ambacho nakisoma kwa sababu kila siku o unasoma, natoa kwenye sura kwamba unatakiwa usome kwa mazingatio, unatakiwa usome wa kuielewa Qur'an, ujiadabishe kwa adabu zake. Inakuwa sasa ni ada, kwa sababu kila siku unasoma inakuwa ni mazoea. Hali kama hii pia inatokea kwenye swala hizo ambazo tunaziswali kila siku, sababu shatokea kila siku, lazima tuswali alfajiri, unaamka, unatia udhu, unakwenda msikitini, unaswali salatul jamaa kwa sababu ishakuwa ni ada. Hii hali ya kuwa ni ada inakuteka zaidi kuliko kuwa ni ibada. Kwa hiyo inakuondolea, inakuondolea ile hali ya muhasaba, kujihesabu kila wakati katika matendo ambayo tunatenda. Sasa nausia nafsi yangu pamoja na kuwausieni ikhwani, hizi ibadati zote ambazo tunazitenda, kama Allah tabaraka wa taala anatuhukumia umauti katika ibada hizi, tunakuwa tumekufa katika amali saleh. Alimamu Alalbani rahimahullah yeye anasema katika alamatu husni lkhatima katika kitabu chake ahkamu janaiz na talkhisi yake, alama ya kumi na nane katika alamatu husni lkhatima ni almautu ala amalin saleh, kufa hali ya kuwa unatenda matendo mema. Ametoa mfano kwa ndugu yake mkubwa kwa damu kabisa. Wakati anazungumzia kipengele hiki akataja adila zake, lakini mwisho akatoa mfano, nasema ndugu yangu mkubwa, kakaangu, ndugu yangu Shahir alikuwa katika ibada ya hija. Wapo katika eneo la Jamarat, yupo yeye na wenzake, ikiwa ikawa mwenzake mmoja anampa kinywaji kama ni chai, kahawa anampa kwa mkono wa kushoto ikatokea, kaka yake al-Imam al-Albani ya rahimahullah anamkumbusha yule mtu mtoaji kwa kumwambia ya akhi a'tini bi yamini, yo ndugu yangu nipe hicho kinywaji kwa mkono wako wa kulia, la tukhalifu sunna, usiende kinyume na sunna kwa kunipa kwa mkono wa kushoto taamaki. Baada ya maneno yale kaanza kuishiwa nguvu akafa. Amekufa, neno lake la mwisho anakumbusha kuhusiana na sunna. Mauti haya yasipoambatana na muhasaba, ukabakia katika hali ya ada kwenye kufanya haya, badala ya kuwa ulikuwa unafanya ibada, maana yake umauti wa wako pamoja na kwamba una sura kuwa umekufa katika jambo jema, almauta uh, fi amali as-salih

Enyi waja wa Allah, mcheni Allah, afu kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Na hii ndio maana muhasaba, kila nafsi iangalie inafanya nini kwa ajili ya kesho, hapa katika darsa tuliyopo hapa tulipo. Bali na haya maneno yanayozungumza, yote yawepo kwangu na kwenu, ni sehemu ya kuzihesabu nafsi zetu, kwamba haya matendo tunayotenda yawepo katika matendo yetu mema ili Allah tabaraka wa taala akatulipe siku ya kiama alipo mema, na kama amekadiria umauti kwenye hali kama hii, basi tunakufa katika amalu asalih. Allah anasema yayuladina, al amanu taqullaha waltandhur nafsu ma qaddamat lilghad, na nasi itizame iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Je, ili dasa letu ambao tunalifanya hapa ni sehemu ya vitu ambavyo tunatanguliza kwa ajili ya kesho? Haya maneno yangu ambayo mimi nazungumza haya, ni maneno ambayo nimeyatanguliza kwa ajili ya kesho. walitandho nafsu ma qaddamat lighad, nafsi iangalie ijikague, imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, namcheni Allah, kwani hakika ya Allah anajua yale yote ambayo mnayatenda. Munasaba, maneno haya mimi sikuwa na taarifa ambayo imetangulia kuhusiana na ugonjwa wa aliyekuwa imamu wa msikiti wa Umar ibn al-Khattab Abdallah Sera rahimahullah, sikuwa na taarifa iliyotangulia ya ugonjwa wake, lakini leo nimeshtushwa na mmoja wa wanafunzi wangu kunitumia sauti ikionyesha kwamba Abdallah Sera amefariki. Hii taarifa imenishughulisha sana, kupewa taarifa ghafla tu amefariki. Hili taarifa linishtusha sana, lakini kwa Abdallah Sera, mi tokea nimemjua akiwa ka kijana kadogo sana kadogo sana Tanga, mi nikiwa nasoma Tanga, akiwa ka kijana katoto kadogo kana kwenda zake madrasa madrasa iko nyumbani kwao, baba yake mzazi. Baba yake mzazi ni katika almarhumu Mzesera ni katika walimu wakubwa sana wa tahfidh katika mji wa Tanga, walimu wa Kongo, wa tahfidh mji wa Tanga. Na sisi tumefika pale kwenye masomo tumekuta katika moja tahfidh zilizo ko Tanga, ya zilizoko Tanga ilikuwa ni tahfidh ya baba yake mzazi Mzesera, Allah mrehemu, tokea wakati umemuona anajishughulisha na Qur'an nyumbani kwao anahifadhi Qur'an. Ilikuwa Sheikh Talim Abdurrahimu Baragiani Allah muongoze, alikuwa akitoa darsa kabla kuanza darsa, wanakuja vitoto vinasoma soma Qur'an pale mbele. Kwa vyenyewe vilishajua kwamba wakati wa darsa za shekhe, wanajikusanya wengi, wanaanza inawasha spika, wanaanza kusoma Qur'an kabla darsa. Abdallah Sera alikuwa ni katika moja wa watoto. Baadaye alikuja msikiti wa Umar bin Khattabi tulimchukua kama imamu, mimi nikiwa ni msimamizi wa msikiti wa Omar bin Khattab. Alikuwa ni katika moja wa vijana wangu, na mpaka mimi naondoka pale nimemwacha yeye bado akiwa ni imamu. Kwa hiyo amejishughulisha na kitabu kitukufu cha Qur'an, kuanzia nimemfahamu mpaka leo napata taarifa ya kifo chake. Alikuwa ni mwalimu katika walimu maarufu wa Qur'an Kariym, baada ya kutoka kurithi hiyo kazi kutoka babake. Na alhamdulillah wale kumbukumbu kumbu zangu watu wote kwenye ule ukoo wamehifadhi Qur'an wakike na wakiume wote yani yani, wao familia yao yote walikuwa ni mahafidh wa Qur'an, kwa sababu Qur'an ilikuwa inahifadhiwa nyumbani kwao. Hata kuna wakati niliwahi kutembelea, nadhani kama miaka mitano iliyopita, niliwahi kwenda kutembelea ziara mikoa ya kusini, nikafika mpaka sehemu moja inaitwa Mbinga, kamkuta mmoja wa maimamu katika ule msikiti wa Mbinga, wakati nazungumza naye akaniambia mi nimeoa kwa Mzee Sera, mke wangu ni dada yake nani Abdallah Sera. Maona hawa wote ni mahafidh wa Qur'an, wanawake na wanaume. Sasa ikhwani, tengenezeni haya matendo kwa ajili ya kesho. Kwa dhahiri ya matendo, huyu bwana toka nimemjua ye anashughulishwa na Qur'an mpaka anafariki. Leo napewa taarifa, amefariki. Ni mwalimu katika walimu wakongwe wa Qur'an Kariakoo. Kwa zile madrasa za Kisala, karibu tatu nne pale Kariakoo. Mmoja wa madrasa hizo, ni madrasa. Hata leo makaburini kule Kisutu kuna vijitoto vya miaka saba, nane, kumi. Vilikuwa vingi vya Kiarabu hivi ni vijana wanafunzi ambao. Sasa ikhwani tuangalie haya matendo kwa ajili ya kesho. Huu ni msingi muhimu sana sababu matendo haya lau kama Allah anatuwafikisha, tunakufa katika hali kama hizi. Mimi nazungumza hapa, sina pungufu ya miaka ishirini katika umri wako, yaani mpaka sasa nazungumza, si pungufu ya miaka ishirini mimi nipo kwenye kazi ya dawa. Sasa lau kama Allah niwafikisha katika matendo hayo yote ikhlasan lillahi, na akanijalia umauti kwenye njia hii hii, ni katika hazina kubwa sana anaondoka nazo lakini pale ambapo nitakuwa nahudhurisha moyo wangu, kila jambo ambalo nalifanya, nalifanya kwa ajili ya ikhlasa lillahi, naangalia tendo hili litakwenda kuninufaisha vipi kesho mbele ya Allah. Hapa ndipo ambapo nitanufaika na haya matendo. Na sote kwa idhini ya Allah jalla jalalu, hii njia ambayo tunapita, hizi amali ambazo tunazitenda, baadhi ba, ba, ba, yetu ni matalaba tulilmi, baadhi yetu ni maduati, baadhi yetu ni qaimun kwenye kusimamia dawa, wanatumia mali zao. Haya yote yawekeni kwa ajili ya kuwanufaisha kesho mbele ya Allah tabaraka wataala. Hii ndio ambayo itakuwa faraja kubwa kwetu kuondoka katika hali kama hii. Kuna watu ambao tunaona kwenye mitandao ya kijamii, kafa mwanamziki na, na, maal asaf, anapokwenda kuzikwa, kuna wakati mara nyingi inatokea anasindikizwa na nyimbo zake za mziki, ndivyo hivyo. Kuna watu ambao wamekufa ni watu wa chama, kama ni chama tawala au sio chama tawala, wanasindikizwa na wanachama wao na sera zao za chama, lakini wengine wapo katika mambo mengine, na kila mmoja anaondoka na kile alichoishi nacho. Sisi hii njia ambayo Allah ametuweka kwenye njia hii, hii ni katika moja njia bora ambazo anatakikana kuishi nazo lakini tutakase matendo yetu kwa kila kile ambacho nakitenda ili tufe katika hali ya kuwa tunafanya e, matendo haya mema. Kidogo pia nizindue upande wa pili katika saha yetu ya da'wa. Pana fitano nyingi sana zimejiingiza ndani yake ambazo fitano hizi zinapelekea wakati mwingine tusiangaliane kwa jicho zuri lakini pia tusizungumziane mazungum li kwa mazungumzo mema. Hizi fitani, mja wa Allah, jitahidi kwa kadiri ya vile ambavyo Allah tabaraka wataala atakuwezesha kujiweka mbali nazo, kama alivyokuja katika riwaya, zinapoingia fitani kama hizi, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahusia wewe, litakun Abdullah abdullahi almadhlum au Ibn Adam almadhlum, huwepo wewe ni mja wa Allah uliyedhulumiwa, usiwe mja wa Allah dhali, sababu ukiwa mja wa Allah uliodhulumiwa, maana yake haki yako utaenda kuidai. Lakini katika fitani hizi ukawa wewe ni katika Abdullahi ghalib, wewe ni katika waja wa Allah ulie dhulumu, tunaondoka duniani ya mafitani bado yamesimama umeondoka duniani kabla hujatabarra na dhulma zako ambao umezifanya kwa ndugu zako. Hii ni katika dhima kubwa sana. Huku diriki kutaraja kutokana na makosa ambao unafanya, kutokana na dhulma ambao unazifanya kwa wenzako, ukaondoka na hali kama hizi. Haya ni mauti mabaya, unaondoka na dhima za, za, za watu ambazo uko mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hakutakuwa na dinaran wala dirhaman kilichopo mbele ya Allah ni thawabu. Sasa kwenye maisha yetu tunakutana na changamoto nyingi, katika biashara zetu, katika masomo yetu, katika saha ya da'wa, tukutana na fitani nyingi. Hizi fitani zinapokuondoa duniani, unaondoka na hali gani? Uwe katika waja wa Allah waliodhulumiwa, usiwe katika waja wa Allah ambao ni madhalim, ambao wame Niwaombe ikhwa al fudhalaa, wamalizane na tofauti zao zilizopo kabla ya kufikiwa na umauti. Ukifika umauti katika hali kama hizi, maana yake hautakuwa tena unaweza kurekebisha chochote. Ulichoondokanacho ndicho ambacho utakuwa umeondokanacho, na tabia ya baadhi yetu kujiweka katika kundi la wao kuwa ni wapataji na wenzao ndio wakosaji. Yaani, inapotokea changamoto baina yako na baina ya mwenzako, wewe ukajiweka kwenye kundi la kuwa wewe ndio uliopatia, alafu ukamsukumizia mwenzako makosa, kile kitakusaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala? Ikiwa hali ipo kinyume chake, kwa kila wakati wewe ujiweke katika wale waliokosea, uenda ukawa kweli umekosea, alafu tafuta njia ya kurekebisha ikikiburi na kujiona na kujivuna na kuona kwamba wewe, kwa sababu watu wengi wanakusikiliza, unafanya sadara ya masaili ambayo lau kama masaili hayo yangewekwa mbele ya Abu Bakari na Umar huenda wasingeweza kuyatolea fatwa mpaka warejee kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, au labda warejee katika ulama usahaba ambao wakae nao wanakishi nao katika masaili hayo na watoke na mtazamo lakini talabatul ilm wamekuwa majasiri mno kwenye masaili kama haya, kutoa misimamo, tena misimamo ambayo hata kama ungerejesha kwa wanawazuoni wanawazuoni wangetahasha kutoa au kufanya islah katika kutoa misimamo hiyo, ambayo ni katika amani ya umma au katika khaufu ya umma. Allah tabaraka wataala atutaki sisi talabatul ilm wadogo wadogo kufanya sadara ya masail hali ya kuwa hali zetu hazibebani na uwezo huo kwenye masaili haya. Ukipatia utakuwa umekosea, ukikosea unakuwa umekosea zaidi, kwa sababu wewe sio ahlunidhali, wewe sio mstahiki katika hali kama hiyo. Abakie talibul ilmi katika hali, hali ya kwake kwa kwa ni talibul ilmi, hiyo ina mtosha sana. Kulazimisha yeye talibul ilmi kuwa yeye ndo alim, yeye ndo mufti, yeye ndo kadhi, yeye ndiyo hakim, Haya yote yatakuja kukujutisha baada tu ya kuondoka kwa nafsi yako kurejea kwa Allah subhanahu wataala. Nimalizie mwisho kabisa kwamba jamani, Allah Allah, tusiambukize jamii yetu matatizo, tusiambukize jamii yetu ya kisanathi matatizo. Matatizo yaliyopo katika saha tufanye saa hii kwenda kuyamaliza, tusifanye saa hii kuyapandikiza mengine. Watu wanakufa. Hawa watu wanaokufa sijui hali zao zipo vipi, kutokana na haya mafitani ambayo tunaishina. Wamekufa wengi, kafa Abu Muawiya, lakini kama haitoshi akafa Jabir, kama haitoshi akafa Abdallah Sera leo. Hawa ni katika tulabul ilm katika maduati, jina walikuwa uh, ni maimamu wa misikiti, lakini wamekufa pia baadhi ya kaimuni, eh, imemsahau pia alake abu Yusuf. Abu Yusuf wapo wawili, kuna Abu Yusuf Yahya kia naye katika talabatul ilm, kuna Abu Yusuf ambaye ni dai na amekufa hivi karibuni, lakini akina Qaimun, wakina Abdul Malik injinia, hawa wote tukopona kwenye saha na mengi yametokea baina yetu na wameondoka tayari, ya mambo yameshatokea, lakini hatujui waguu wao mbele ya Allah kwa haya mambo ambayo yametokea baina yetu. Sasa sijui kesho zamu yake Abu Musa, siju kesho kuta zamu yake nani na nani na, na, na, na, wala usishtuke ikitokea umeambiwa tayari mtu fulani amefariki, ujue ni kama vile walivyofariki aogi. Kama tukitaka kuwaidhika na hao wenzetu ambao wametangulia kufariki, basi hii haitatosha kuaidhika kwa mengineo. Naomba Allah tabaraka wa taala awapokee hawa, hawa ndugu zetu katika dawa salafia ambao wametangulia, awapokee kwa mkono wa rahma, awasamehe madhambi yao, awanyanyue katika daraja zao awape maliwazo wenzi wao walioacha hapa duniani, kuanzia wake zao pamoja na watoto wao, na tujalie sisi baada yao kusiwe katika wale waliofitinika kwa kufa kwao. Bali Allah la yahrimna ajrahum wala yudillana baadahum waaqulu bimunasabati wafati al akh Abdallah Sera, faina lilahi wa inna ilihi rajiun